Wow, uh, ni furaha yangu na heshima sana uh, Mungu kunipa nafasi ya kukuhudumia tena rafiki yangu siku ya leo, na nimesema ninaanza series uh, inayohusiana na Yesu anatoa nini. Lakini kuna mtu mmoja alisema, kabla hatujaanza kuelezea kitu fulani ni nini, ni vizuri tukaelezea. Uh, iko kitu sio nini well, kuna Yesu hatoi unachokitaka. Ngoja ni kushok kidogo. Yesu hatoi kitu unachokitaka. Kama wanadamu tuna ubinafsi, tuna asili ya dhambi ambayo inatusumbua, tunapenda kujilinganisha, tunapenda kupata mambo ambayo ni mazuri, lakini hayana umuhimu, na ndio sababu Biblia inasema tunaomba na wala hatupati kwa sababu tunaomba vibaya. Well, Yesu hatoi unachokitaka. Katika kitabu cha Marko uh, kuna mgonjwa mmoja alienda mbele za Yesu ili apate kuponywa na uh, alipofika mbele za Yesu, badala ya Yesu kumponya, Yesu alimwambia uh, dhambi zako zimesamehewa. Hiyo anatufundisha nini katika kitabu cha Marko Inatufundisha kwamba mara nyingi mambo tunayoyatamani, mipango tunayoiweka, kama haiko sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tunafanya kazi bure. Na ndio maana Mungu yuko interested, Mungu anapendelea sana ujenge ushirika naye, ukaribu naye kupitia neno lake, ili unachokiomba kiwe sawa sawa na yale ambayo ni mapenzi yake. Pasipo mapenzi ya Mungu, maombi yetu hayana maana yote. Kwa hivyo, Yesu hatoi kwa sababu unataka tu. Yesu anatupa vile anavyoona tunavihitaji kwa wakati huo. Kwa hivyo, mimi sijui mpendwa unamuomba nini Yesu. Lakini kuwa na, na, na utoshelevu, kuwa na mridhiko na, na, na kuridhika na hali ulio nayo sasa. Kuna wadada wengi nimekutana nao wanamlilia Mungu siku na mchana kwamba Mungu wangu nisaidie, nipe mume, nipe Mungu, nipe Mungu. Well, Mungu kuna vitu anakuepusha, ndio maana hajakupa. Sasa hakuna haja ya kuwa na msongo wa mawazo, ili hali tunajua tuna Mungu anayetujali, ili hali tunajua tuna Mungu anayetucare na kutake serious maisha yetu. Kwa hivyo mpendwa, nikupe tu courage au nikupe hope, nikupe tumaini ya kwamba chochote kile ambacho tunatakiwa kukiomba kinapaswa kiwe katika mpango wa Mungu. Kwa hivyo kabla sijaendelea na kukuonyesha ni mambo gani ambayo Yesu anatoa nimeanza kwanza kushughulikia na kwamba Yesu hatakupa kitu kwa sababu tu unataka, atakupa kitu kinachoendana na mapenzi yake. Ubarikiwe sana na tukutane tena.